Na polisi wamepata ng'ombe 47 ambao walikuwa wameibiwa na majambazi huko Ng'aratuko Baringo Kaskazini jana alasiri. Inasemekana kwamba juhudi za kurejesha mifugo hao zimeanzishwa huko, kamishna wa kaunti ya Baringo Sangolo Kutwa akisema kuwa majambazi walivamia eneo hilo na kuiba mbuzi na wa wakazi hao, lakini kwa ushirikiano na polisi walifaulu kurejesha ng'ombe wote waliokuwa wameibiwa. Kutwa alisifia kazi ya polisi na kuwaonya majambazi wanaoingia katika eneo hilo kuwa chuma chao kimotoni. kulikuwa na kuvamizi majangili, wezi ya mifugo, waliweza kuvamia eria hiyo na wakaiba mifugo ng'ombe 47 lakini kwa sababu uh, timu zetu za security multi agency zilikuwa makini, waliweza kukabiliana na hao majambazi na wakaweza kurudisha mfugo yote hiyo ng'ombe 47 baada ya kungangana na hao majangili. Kwa hivyo nataka chukua nafasi hii kuwashukuru uh, wale officers wa usalama ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa katika sehemu hiyo. Ndio unaona hatujakuwa na visa. Hii ndio kisa ya kwanza kwa muda mrefu, lakini tunashukuru tumeweza kufaulu. Tumerudisha hiyo mifugo na tumeweza kurudishia wenyewe na tumeimarisha usalama katika eria hiyo.